Yeah. Tutu, yeah, yeah. Tutu. Mindo mjanja wa moyo nilidanganywa zamani, siku hizi kungwi hapa town, mindo na wangi za mjini mindo play play play boy, mindo play play play boy, sichagui langi zao hawa mlefu mfupi nao nama big big big now, no love no love me No love, no love. Shina, okay. Huwe ni mwanamke wa tofauti sana okay. Ni huwezi mean, amini katika maisha yangu yote sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe.

malizia na kwenye chuchu, maana ukinishika kwenye chuchu nasikia sana utakuja, nasikia utamu sana, utakuja wangu mpenzo wangu, emnichumu basi kidogo hapa nichumu basi. <laughs> Uh, basi kama utakia hapa, basi nichumu hapa, yani wewe uzulu wako si nisemeje, jamaa? Hata nikitaka kusema sio nicha kusema, alafu nikicheki Mwenyezi Mungu yn yani, amekumba kwa mfano wake, kwa sababu nikicheki jisi alikuja sajaza nyama ina tamaa jisi um, ninavojena wee tu na mna mifupa tu <laughs> Wefundi unavoniona, kwenye mazingira yangu. Yaani, bado nasikia utamu yani, kama vile tunaendelea lakini hatuendelei, lakini utamu upo bado na utamani tu usiondoke mm, maneno au baki mm -mm. Lazima niondoke kazini sawa, kwa sababu unajua umuhimu wangu lazima niende kazini.

Salama, mambo vipi? Safi, karibu. Samani dada, nimekuja kuchukua karatasi ya umeme maana nataka kutoka kidogo, inawezekana nikachelewa alafu nikawalaza nyinyi giza. Sawa mfana, jambo la mama, ngoja nikuangalizie Samani dada, samani Sister. Basi tu kwanza netajikira utuzungumze kama utojali. Mbona kama una haraka kunipa hiyo karatasi ya umeme, uh-huh? Au unanifukuza ndani kwako? Unamaanisha nini? Naona ah, uko na haraka kunichukulia karatasi ya umeme. Sikiza nikwambie kitu, sister. Ukweli mimi nilivyoingia hapa ndani lengo langu lilikuwa ni karatasi ya umeme, kitu, ya umeme. Ah, lakini nilivyoingia hapa ndani kuna vitu vimenishawishi, vimenipagawisha vitu <coughs> gani? <coughs> hakika ni mzuri sana, nimeona vitu vya <coughs> tofauti sana. Naonekana Mwenyezi Mungu amekuumba kwa mfano wake, yani amekupa vitu vingine kama kama kakususia hivi <coughs> <laughs> nikiangalia katabasamu kako kasura kako kaupole, nimevutiwa sana na wewe kiukweli, naweza kusema nimekupenda. Samani, lakini kama nitakuwa nimekukwaza hivyo, mimi sijui ishu <laughs> <laughs> zako huko ndani Sikiza sister, najua bado hujanielewa, ujanielewa. Tangauvamia hapa sijai kuuliza tano unaitwa nani? Labda kwanza tuanzie hapa, nataka nijue unaitwa nani? Una jina zuri kama sura yako. <laughs> naitwa <Isamu>. <laughs> Wewe unadhani nini? Kupenda ni kitu rahisi? Hata sija kuelewa bado. Sikiza mambo kitu, nadhani watu wa ndani bado hujawajua vizuri. Watu wa ndani wanapenda sana pereche pereche. Hapendi kumuona mtu anavaa vizuri, hapendi kumuona mtu anakula vizuri. Wao wanachoangalia kila siku, huyu kafanya nini, huyu kafanya nini? Kwa hiyo ukiangalia hilo au tuweza kufanya kitu chochote. mm -hmm. Mimi nimekupenda mimi, niangalie mimi je? yeah. Nina ni, ni, ni upendo kwako kiasi gani, nina uhitaji na wewe kiasi gani, ninakuthamini kiasi gani. Usiangalie maneno mengine, usiangalie maneno ya watu Sorry. Mimi ndo nakupenda kutoka moyoni <laughs> na ita, na, na, na, na uwe tunda langu, nahitaji uwe sukari yangu eh. eh, niweke ni, ni kifuani mwako nami niweze kuinjoi, niweke kwenye moyo wako, niweze kuogelea. Sawa, lakini naomba muda. Muda tena. Ndio, nilizike <laughs> siwezi nkakulupuka mimi sio mwanamke mpumbavu kama unavyofikiria. Sio nielewa. <gibu> Kitu sikiza, nikwambie kitu, kama mimi umenikubalia mimi, niko tayari kukuambia kama vipi utoke kwenye, kwenye I see, sasa, sikiza nikwambie. Unajua mimi nimeteseka sana. Yani, chumba chako uamie kwenye chumba changu. Lakini nategemea majibu, majibu mazuri kutoka kwako

Ay, bune, ah, um. Bwana simu yangu, tuko na harakati ya kutafuta chumba sakata kwenye kupita moja na mbili, tupita kwa mjumbe hapo kati, ah, kwa mjumbe ya juu huyo mzee Asumani, ah, kwa mzee Asumani mzee kipembe kabisa, ndo maarufu sana mtaa huu. Eh bwana, sasa yule ametuelekeza katika mjengo huu, kuna kuna room. Mwanangu, kwa sisi shida yetu kuu ni chumba mzee. Ah, basi hamna shida ndugu yangu, yani masuala ya chumba hmm, cha kwanza hapa hmm, chumba umepata, alafu ah, isitoshe labda nikupe sifa za hii nyumba. Ndio, ndio <laughs> naona shemeji, kwanza kusikia Chumba amepata, anatamata, kachoka, kazurura sana, kamechoka hapo <laughs> <afa, laughs> anaona labda nikupe sifa za hii nyumba dio. Yeah. Cha kwanza kabisa kabisa watu hawafuatiliani. Umepika dagaa, shemeji, umepika nyama, matembele, mboga yako hujaweka chumvi, hiyo utajua mwenyewe. Nguo zako umefua, hujafua, hiyo utajua mwenyewe, shauri bwana. Sifa za hii nyumba <laughs> cha kwanza mm, kitu kingine, umndani, umeme ni shilingi elfu tano tu kwa mwezi mm. Ushaelewa? Yaani hakuna shida. Alafu ufuatilie na urudi saa ngapi? Usi umeingia au jarudi gate lime. Yaani unakuwa wewe mdau tunaingia tu kama. Yaani yaani yaani uhuru tu. Fresh. Alafu chumba bei rahisi tu shilingi elfu arobaini kwa mwezi. Yaani ni unyama. Ah, mwanangu mimi na kitu kimoja nikushukuru kwa hekima yako ndugu yangu. Nimeona shemeji kuna kitu nataka kukiuliza kwanza kabla. Na vipi kwenye swala la usafi? Ah, maswala ya usafi. Yeah. Yeah. Masuala ya usafi, usafi kuna dada wenzenu, wenzenu kuwapo, eti wenzenu, wenzenu, wenzake, wenzake wapo, wanakuwa wanakuona, wanakuwa wana share, yani kwamba wanakuwa na sahi, kuna zamu zenu zile, eh mnapeana zamu, hamna shida. Hata mimi mwenyewe ikifika zamu yenu nitakuwa nafanya, nyinyi mshakuwa ndugu zangu. Tena mwanangu, kwa leo fanya usafi mwanangu. Kwa hapo ni haba au eti? Yani kwa jinsi ninavyokuona, yani wewe mwanangu, wewe mnyama ni afu fresh. Yani mimi nitakuwa nakinda zamu yenu au vipi?

Sansamani iul kuzule mzigo nzigonakumba niama ah. <laughs> Sawa, usijali, ndio maana nikakuita uje. Najua nilitaka nikutumie, lakini nimekaa nimefikiria, nikasema mm, nimtumie hela, bora aje mwenyewe, maana anakuja mwenyewe kwanza, na mimi na enjoy, na enjoy na enjoy na enjoy. Alafu patia hela yako, naondoka, unaniacha na mpesa au nandoka zako kwa mpesa. Mimi sawa, mimi nachokupendea cheki, vishavu vako. <laughs> Cheke macho yako kama gololi inazunguka hivi, yani kama gololi. Ushaikuona wale samaki wale wakiwa kwenye ile nani, ile kidude kile cha nani, samaki wanafanya nini hivi? Ndo basi macho yako yanafanya nini hivi. Nakupenda. Asante. Usijali, nipo kwa ajili yako. Niko tayari kukupatia pesa yote unayohitaji, siitaji uteseke saa Na nyingine hizi zihesabu kwa moja au ukitaka usihesabu, sawa, nimekupa mimi kwa, nimekukopesha. Hapana. Sasa kwa lazima kuna hesabu, kuna lazima, lazima, <laughs> basi usijali, mke wangu, muda wako, asante. Na mimi napambana kwa niaba yako, sitaji kujijutia kuwa na mimi sawa. Sawa. Nakupenda pia. <mimu>